Nitendee haki klabu ya Simba. Ndiyo. Na nafasi ya usemaji. Mimi kama Mwijaku leo nakuzawadia shilingi milioni moja. Ay. Hii inaonyesha upendo. Maana watu wamezoea Mwijaku leo kukutana na mtu naokota. Yeah, yeah. Nimeshaokota sana kwako. Uongo kweli. Kweli. Leo ni zamu yako ya kuokota. Hii yeye anakupa shilingi milioni moja. Kaka irudi hiyo. Mimi siurudishi. Ah, mimi, huo ni utoto ndugu yangu. Mimi nimeshavuka. Unajua. Na miliki gorofa, nimetoka Marekani, nirudishie milioni moja. Marekani ilikuona kabisa. Uliona baba? Sasa ndugu yangu hii milioni, Ahmed Ali, nakukabidhi. Chonde chonde hakikisha kuwa tunafanya vizuri, lakini hela inafika kwa mkeo? Inafika kabisa. Na wewe Ahmed Ali, una kitu umeshaelewa? Una kitu, hii hela nakupa na kukabidhi. Unaweka mfuko gani? Hii ya kwako, Ahmed Ali, ndugu yangu, hii ya kwako. Shilingi ngapi? Milioni moja. Eh, ya nani kabisa, swaiba wangu ndugu yangu wa siku zote. Una kitu